Unajua kuna tatizo linakuja ambalo kila mtu kalifumbia macho. Lakini litatuathiri sana miaka thelathini na tano ijayo. Hebu rudi nyuma, angalia babako, mlizaliwa wangapi? Utakuta kwenye familia nyingi watu walizaliwa 7 6 4. Wachache sana watatu. Rudi sasa, angalia nyie mliozaliwa saba. Sasa hivi hadi sasa hivi na utu uzima wenu mna watoto wangapi? Utakuta nusu yenu mliozaliwa saba, wengine hawajazaa kabisa. Mwingine ana mtoto mmoja. Mwingine ndio hana na umri ambao wa kuzaa wa kupata mtoto. Umepitiliza. Sasa ukipiga hesabu hizo Unaona kabisa miaka 30 ijayo kutakuwa na kundi kubwa la wazee, ambao hao wazee watakuwa wanakosa watu wa kuwahudumia. Utakuwa na shangazi, mjomba, wote wanategemea mtoto mmoja. Utakuwa na binamu, sijui nani, wote wanategemea mtoto mmoja au wawili. Sasa katika kundi hilo hilo la hao watoto wachache, hao hao ndio watatakiwa kufanya kazi na kulipa deni la taifa. Sasa je, miaka 30 ijayo ilo kundi la vijana wachache ambao watakuepo ambao watakuwa wameelimewa na wazee kama kina sisi, ambao muda wote tuna presha, kisukari, homa ya ini, magonjwa mbalimbali, uti wa mgongo. Maana kwa kazi hizi tunazozifanya usiku kucha, hatupumui haya magonjwa zenyewe hatuyaepuka. Je, kwa kundi dogo la watoto ambao watawapo sasa hivi, ambao baadaye watakuwa vijana, ndio watakuwa kwenye rika la kuchapa kazi, wataweza kutuhudumia sisi wote pamoja na kuhudumia serikali yao na kulipa madeni hayo ambayo sasa hivi ni makubwa tu yanazidi kuongezeka. Hili tatizo hatuliangalii, hatulioni, na hata kama tunaliona ni kama tunalipozia huko mbeleni, huko kutakuwa na shida kubwa kubwa, na hii shida ishatokea kwenye nchi nyingi zilizoendelea. Nchi nyingi zilizoendelea zilielemewa na wazee, bima zikashindwa kulipwa, kundi dogo la vijana linafanya kazi, wazee wanahitaji wapewe huduma na wako hapa, huduma hawapo. Ni kipengele kikubwa sana, lakini hii yote inatokana na ugumu wa maisha, watu wanajikuta wanashindwa kuwa na familia kubwa. Sasa na ugumu, je, tunaopunguza au ndo tunaokoleza? Swali la bachi kwako, angalia, tafakari, uje na jibu. Unaonaji miaka 30 ijayo takuwaje katika hali ya kupambana na hii hali ambayo nakueleza sasa, uhaba wa vijana wa kuchapa kazi. Tutaweza kutoboa au ndio litakuwa nguko letu?